Alburhan Online TV sayali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alburhan Online TV sayali, tumekwisha wasili katika mazishi ya ndugu yetu mzee wetu na baba yetu Mzee Moshi Juma Shaabani, na kama unavyoona umma ni mkubwa umehudhuria katika kushiriki katika huu mwisho mwema wa mzee wetu. Kwa hiyo huu ni umma ambao umepata bahati ya kuhudhuria katika jambo hili na katika maeneo haya, tutazungumza na watu baadhi wale ambao watakuwa wamepata fursa ya kuhudhuria katika jambo hili inshaallah. Unajua, marehemu kwanza alikuwa ni mtu ambaye ana subira, ana subira, alafu alikuwa ni mcheshi, yani kila ambacho utakachompelekea yeye hucheka. Kwa hiyo liwe zuri, liwe baya, yeye hucheka. Kwa hiyo sisi miongoni katika vitu ambavyo tumevifaidi kutoka kwake kujifunza, kwanza umri wake ulikuwa ni mkubwa lakini ana hekima kubwa sana. Palipokuwa panatakia matatizo aina yoyote, basi alikuwa anayasovu kwa hikma lakini na busara. Ulikuwa mtu akimwijia kwa jazba, au mtu akija aliyakuwa na asila, basi utamwona yeye humpumzishe yule mtu na mtu mpaka anashuka, na kisha maongezi yanaendelea, yana lakini e, e, Mzee Moshi e, wakati anaumwa ana nilijaribu kumtembelea lakini ninakuzungumza naye Eh, na alikuwa na imani kutokana na maradhi aliokuwa nayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamponya, na alikuwa ana imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa mambo mengi sana ambayo ameyafanya hasa katika mkoa wetu wa Mwanza, miongoni katika hayo mfano, vituo vya afya amevisimamia, lakini kuwaunganisha maimamu, kuunganisha mashehe wa kata, kuunganisha wale wenye viti wa halmashauri za wilaya na mpaka katika misikiti, ilikuwa jambo likit, likitokea mahala popote basi yeye hulivalia njuga eh, hata lile jambo ambalo huenda linakiwa uh, shekhi wa mkoa alisuluhishe au alizungumze basi yeye alikuwa analimaliza yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndivyo nilikuwa nikimfahamu mzee wetu huyo. Alikuwa ni mpole, alikuwa ni mtu wa watu muda wote eh, ulikuwa ukimhitaji basi alikuwa anakuja. Wewe fikiria kwangu alishakuja zaidi ya mara tatu, lakini alipokuwa kila akija alikuwa anajishusha mbali na kwamba alikuwa ni mzee wangu na alikuwa ni kiongozi wangu mkubwa, mwenyekiti wa BAKWATA mkoa wa Mwanza, lakini alikuwa akijishusha. Kwa hiyo tumepoteza angalau tunu ambayo ilikuwa iko katika mkoa wetu wa Mwanza, lakini tutamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, e, aifanye roho yake kuwa miongoni katika magusani. Ah, marehemu kwa kweli nimemfahamu kwa mambo mengi, moja ya mambo nilokuwa nikimfahamu marehemu, kwanza marehemu alikuwa ni mcha Mungu lakini pia marehemu alikuwa ni mtu ambaye amepambika na sifa ya ucheshi, bashasha, uchangamshi. Lakini marehemu pia alikuwa ni mtu ambaye huwezi kujua wakati gani amekasirika na wakati gani amechukia, kwa maumbile yake ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amembarikia. Kwa hiyo, kwa ujumla marehemu alikuwa ni mtu mkarimu e, namfahamu hivyo. Lakini pia marehemu alikuwa pia ni mchapakazi, alipenda dini yake na alikuwa ni mbunifu ambaye alikuwa na uwezo wa kufikiria mipango na kubuni, lakini pia alikuwa si mchoyo marehemu. Marehemu alikuwa akiwa na fikra hakubali kukaa nayo peke yake, lazima aiuze kwa wengi na kuielezea fikra yake, na wakati mwingine kuelimisha watu mwelewa anafikiria nini, na wakati mwingine ilikuwa inatokea mnamwelewa na kile alichokileta, ama toke yake kinaleta matunda na faida kubwa. Kwa hiyo kwa ufupi, marehemu alikuwa ni mtu ambaye kwa kweli ni hazina na sisi kama bakwata mkoa wa Mwanza tumepoteza hazina na tumepoteza mtu ambaye mfano wake hatujui wengi tuna tabia ya kusema kwamba anapoondoka mtu mwema mtu mkarimu mtu mhodari tunasema tu pengo lake halitozibika na huyu mzee pia tuseme hivyo kwamba pengo lake halitozibika lakini huenda yeye Mwenyezi Mungu anajua ametuandalia mtu gani atakayeshika nafasi hiyo, kwa maana ya kuwa mfano wake, japo hatufika kwa saizi yake, lakini awe mfano wake e. Hivi ndivyo naweza kusema kwa ufupi kuhusu mzee huyu. Sheikh, katika wewe umepata fursa ya kuishi naye, unahisi wewe katika msiba huu umejifunza jambo gani, na kupoteza mtu ambaye ulikuwa unamjua kwa sifa zake? Wewe unahisi mkoa weke umesema ni mtu wa uchumi, kwa engo ya uchumi, sababu alikuwa bwana wa mipango na ni mtu ambaye alikuwa anajitoa kwa watu aisi mkoa, kwa nafasi ya dini na mipango ya kijamii, tumepoteza, tumepata pengo kiasi gani? Kiukweli pengo lake ni kubwa, na nachoweza kusema ni kwamba mkoa umepoteza mtu muhimu, na kiukweli hatuwezi kusema mengi juu ya swala lililotokea kwa sababu huu ni msiba lakini nachoweza kusema zaidi ni kwamba tumwombe sana Mwenyezi Mungu atupe mtu wa mfano wake, kwa sababu ni watu kama yeye ni wachache sana kuwapata. Najua unapokuwa na mtu ambaye ni mvumilivu, mtu ambaye hana hasira, mtu ambaye anaweza kuficha kitu alichonacho ambacho kimemkasirisha, lakini akacheka na akafurahi, ni wachache. Wengi wetu ni watu ambao, mkikaa na jamii zaidi ya mwaka mmoja au miwili, itakuwa migogoro, itakuwa ugomvi, lakini mzee huyu tumeishi naye kwa muda mrefu mimi binafsi kwa maisha ya kawaida kabla hajaja BAKWATA nimeishi naye zaidi ya miaka 25 na leo ndani ya BAKWATA tunaye zaidi ya miaka sita sasa. E, kwa hiyo ni muda mrefu sana kwa umri wa maisha ya kawaida nje ya BAKWATA na ndani ya BAKWATA ni miaka sita. Hii hana ugomvi na mtu katika BAKWATA, ameondoka akiwa ni mweupe, mtu safi, mtu mzuri, na ndio maana leo maziko yake mpaka saa hizi saa moja jioni magharibi, watu wote bado wako watoto, watu wazima, vijana, wazee, na kutoka sehemu mbalimbali yote ni kuonyesha jinsi gani huyu alikuwa ni mtu wa watu na tunajifunza kwamba kuishi na watu ni jambo muhimu, na hakuna kitu kizuri kama kuishi na watu, kwa sababu watu ndio wanaweza kukutafsiri wewe katika tafsiri iliyokuwa nzuri. Shehe, zipi nasaha zako kwetu? Ah, nasaha ni kwamba na sisi tujifunze, kwa sababu binadamu tumeumbwa na tabia ya kusahau sasa tujitahidi sana binadamu, matukio kama haya yaturejeshe kwa mola wetu, tujifunze kwamba dunia ni sehemu ya muda mfupi, na sisi tumekuja kwa maana ya muda huu mfupi, na baada ya muda huo mfupi tutaondoka kama alivyoondoka mzee. Kwa hiyo kikubwa ni kutengeneza yaliokuwa mazuri, yatakayotufaa akhera, inshallah. Shukrani sana Sheikh, Allah akufanyie pesi, inshallah. Salamu alaykum wa barakatuh. Sisi ndio Burhan Online TV, tulipata fursa kuzungumza na wao baadhi katika jambo hili, asante. Endelea kuungana nasi Burhan Online TV.